na huyo ni Mungu na neno lake ni neno la Mungu. Hilo nimesoma kwenye Biblia, ngeweza kusema mchungaji anasoma notisi zake. Hapana, neno la Mungu linasema, mkamate mshike sana elimu. Aleluya! Yaani msingi wa maisha yaliyofanikiwa utajengwa hapo na haiwezekani kwa mtu atakayecheza na msingi huo, haitawezekana, haitawezekana kabisa. Anasema mkamate sana, yani fanya jitihada za kueleweka za kutosha, yani jifunze kuokoa muda. Unavyoendelea kupanda ndivyo utaratibu na nidhamu ya kusoma inavyotakiwa iwe kubwa kwako. Yaani utafika kwenye level ambayo, kwa mfano, ukifika chuo hakuna mtu anayeshughulika na zile leo umevaa uniform gani. Unaona kuna uchovu ukipita, watu wengine wako uchi, wamevaa vi vi vi bukta, hakuna mtu anayeshughulika na mtu. Yaani wewe hata ukiamua saa lecture anatoa lecture mene kwe, hakuna shida, lakini wakati wa mitihani sasa project hapo kadi yenyewe tu inakutema kwamba kwa wewe ni huwezi hu hu hu hu kukaa hapa. Kwa hiyo utamaduni wa wewe kusoma kwa bidii bila kusimamiwa lazima ujenge kutoka sasa, ya kwamba uelewe tena, tena sasa hivi unatengeneza, unatengeneza kibali cha kwenda huko. Ina maana kwa muda mfupi uliobakia, kama ulikuwa na tabia za kucheza kukimbiakimbia Yani wewe tena sio mtu wa kuunganika na wenzako kucheza redi saa hizi. Yani wewe shughuli zako ni kitabu buku, mlo wako sasa hivi ni vitabu. Uzane huko, upotee huko, ufanye revision za kueleweka. Area of concentration ambazo walimu watawafundisha mbinu za kuingia kwenye mtihani. Mtihani ni neno tu la kawaida, lakini likishaitwa mtihani linaumba lina, lina hofu, hata kama ni kitu unachokifahamu. Na moja ya madhara ya hofu ni haya: hofu humfanya mtu akashindwa kuelewa hata kile anachoelewa. Yaani unaweza ukaulizwa tu jina lako ukataje kitu kingine cha ajabu kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Raba. Kwa sababu ufahamu hujatulia. Hofu, hofu ni mbaya. Hofu inakuondoa kwenye ufahamu ule wa kawaida. Kwa hiyo moja ya mbinu unayotakiwa uwe nayo ni kuishinda hofu, ile homa ya mtihani, kuishinda kuanzia sasa. Lakini jambo la pili, kuupenda, kujitahidi kuupenda, kwamba na usubiri kwa hamu, huu nitaukabili, iwe iwazo nitaukabili. Bwana Yesu asifiwe sana ni jambo la baraka sana amina, amina. Hebu nikuletee vipengele vichache kuhusu umuhimu wa elimu. La kwanza, elimu ndiyo itakayoamua hatima yako. Eh, yani watu wanakutambua kulingana na kiwango cha elimu yako, unakuwa na thamani lingana na hicho itakutambua. Kwa msingi huo, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili na kufahamu, ili ufikie kiwango hicho, lazima uwekezaji mkubwa ufanye, na sehemu kubwa inakuhusu wewe kwenye bidii. Tafsiri ya neno bidii ni nini? Bidii ni kufanya kitu zaidi ya kawaida. Umeambiwa tembea maili moja, unatembea maili mbili. Umeambiwa lima nusu, lima nalima eka nzima, na afanyaye hayo mambo mara zote kuibuka na faida, kuibuka na ushindi. Hakuna atakayefanya bidii wakati wa preparation, wakati wa kujiandaa, atakuwa amepoteza, hayupo, hayupo. Lakini atakayecheza, atakayepoteza muda wake na mambo ya kipumbavu, atakuwa amepoteza kweli kweli. bidii bidii hata katika mambo ya Mungu. Sema kitabu cha Yakobo, sema na, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bidii Mungu ameitaka kwenye mambo yote, ameitaka kwenye mambo yote, kama yeye ndiye anayetuelekeza ya kwamba tumtafute au tumshike sana elimu, wala tusimuacha aende zake, maana yeye ndiye uzima wetu anamaanisha anafuatilia anataka kuona ya kwamba wewe unatia bidii yaani sehemu yako sasa, hupotezi muda. Amina. Mithali nne saba bora hekima basi jipatie hekima, naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Ndio maana wazazi wanalipa fedha ili usome na maana wana, wanaacha kuvaa vizuri, wanaacha kujenga nyumba nzuri, wanatoa ada ili usome. Wanafahamu hili neno ya kwamba elimu itatafutwa kwa mapato ya mtu yote. Kama kuna kipindi ambacho shughuli tu za kimaendeleo katika familia huwa zinasimama ni wakati wa kusomesha. Mimi nimesomesha pia, ninafahamu wanasubiri ada, waende vyuo vikuu, waende wapi wezi kuwa na wazo la kununua matofali, kuna wasubiri waende sasa. Kuna kujitoa pale, kuna namna ambavyo uh, mzazi anawaza kwa ajili yako, anasumbuka kwa ajili yako. Wengine wanaingia kwenye mkopo ili uvae uniform, ili ununue madaftari, ili uende shule. Hiyo sio kitu ya kuchezea kabisa. Wengine mama anauza mandazi, anapika chapati hadhubutu kununua kanga, anakupa ili na wewe uende shule ukiwa na pocket money. Na si hilo tu, kukutana na bili zote za shule, lazima uogope sana hilo jambo. Kama mama halali, anasumbuka, kipato kiko chini ili wewe usome. Sasa wewe kazi yako ni ipi? Sasa ni kuzama kwenye hivyo vitabu, ni kuzingatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Amen. Vijana watoto mnaojiandaa kuingia kwenye huo mtihani. Labda kama kuna aliyekuwa akifanya mchezo kabla ya siku ya leo au aagane na michezo sasa. Tutaomba Mungu tutamwambia Mungu japo huyu jamaa alipoteza muda hakujua umuhimu, lakini sasa Bwana amekumbuka, hebu msaidie akumbuke tamwambia Bwana ainue memory IQ yako ikawe kwenye viwango vinavyotakiwa kwa kumwomba, lakini na wewe ufanye sehemu yako. Tukikwambia ah, tunakuombea tu alafu ukifika kwenye chumba cha mtihani mambo yote hapana, wewe ni uongo wa mchana. Sisi tutaomba Mungu atafanya sehemu yake ya kukukumbusha, lakini wewe sehemu yako pia unahusika kutokupoteza muda. Amina takurodheshia mambo ya kufanya kabla hatujaumba. Bwana Yesu wasifuesana wa mm -hmm, Hosea nne, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau nita watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa anazungumza na taifa la Israeli, na especially makuhani, akizungumza jinsi ambavyo inawapaswa wao wawe na ufahamu mkubwa kwa habari ya mambo ya Mungu kuliko watu wengine, ili waweze kufanyika msaada kwa watu wasipotee, waweze kuifundisha Torati waweza kulifundisha neno la Mungu kama lilivyo. Lakini pointi yangu kwenye mstari huu, ninyi ni wanafunzi. Kama mtu atakosa elimu anapotea tu. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na ninyi kama wanafunzi ambao nchi inawategemea kuwa safi kwenye hilo eneo, ili kukwepana na hiyo kupotea kukwepana na hiyo, kuangamia. Na kuna kuangamia kweli, mwenyeni ni mwambie, unajua, wakati adui anapotafuta maisha yako, kwa mfano nitazungumza hata habari za wachama. Kwa mfano wanataka wewe uingie kwenye vyama vyao, kwa kitu cha kwanza wanakunyima elimu, unafika shuleni hutaki, unafika aasani unalala, wanamekawaida wanakunyima hiyo, unachukia masomo unachukia walimu, wanakuondoa kwenye mfumo, wanakuondoa kwenye ule ufahamu tu wa kawaida ili waweze kukontrol. Ukifika sasa huna elimu, watakutumia wanacho wanavyoweza kwa sababu wa, yani, ule ufahamu kawaida, kwa huna, tu wa kawaida wa kupambanua mambo, kuna ambao tu ungeupata darasani kama ungezingatia masomo kwa anaangamia. Anaangalia yaani, shetani amtumie mtu ni lazima amnime hiyo kwanza, amnime hiyo kwanza, ili aweze kumtumikisha kwenye mambo yasiyofaa, ili aweze kuharibu mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo kama mtu ataingia kwenye uongo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye huo au anguko hilo, amepoteza amepoteza na wakati, habari za wakati ni za ajabu sana. Wakati ni ukuta, ukishana nao utaume. Yaani huwezi kurudia, huwezi kurivesi. Kwa mfano yani, kama wakati huu wa kusoma ambao una mtu anayejishughulisha ukitoka shule utakula nini, anayejishughulisha uniform ya shule ikiisha utavaa nini, anayejishughulisha ukiugua unaendaje hospitali, alafu wewe ukacheza na ule muda, hatari. Iko hivi, ni vigumu sana. Ukianza kujitegemea lese, umejiunga um, na mafundi wa kujenga u, u, u, utoke, ukoroga zege, umepiga kazi tangu asubuhi mpaka saa kumi alafu ukakae darasani, utasinzia tu. Kuna vitu kisha vikishapita vimepita tu i e. Kuna wakati ukipita umepita tu, yaani e, huo wakati umepita tu. Kama kuna mtu anashughulika kwamba wewe unaenda shule na ukirudi unaweza ukala Yani, un, yani kazi yako wewe ni kuzama huko kwenye vitabu, kwenye makaratasi, kwa sababu kuna mtu anakea kuna mtu anafanya yale ambayo ungeweza kuyafanya na kusoma usome. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili usiangamie hakikisha ya kwamba unakaa kwenye haya maelekezo ninayokupa kama mchungaji, kwenye haya maelekezo neno la Mungu linayotoa lina kwa ajili yako. Neno la Mungu liko kwa faida yetu, sio kwa faida ya Mungu. Mungu anaweza atakabaki mwenyewe huko mbinguni anza na mamilioni ya malaika, lakini anakututafuta sisi ili turudie, turudi kwake. Ni jambo kubwa sana. Sasa mambo makubwa ambayo anataka nikuachie ili tuweze kuomba ni hili Jambo la kwanza hebu mpe Mungu nafasi ya kwanza kwenye mfumo wa maisha yako. Uwe mtu, uwe mtu unayemjali Mungu, unayemjua Mungu. Unajua kitendo cha kumheshimu Mungu kinato kinamzalishia mtu nidhamu. Kinamzalishia mtu adabu. Kwa sababu anakwepa ana, ana kufanya mabaya kwa sababu Mungu wake anayemwabudu anamhesabia haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpe Mungu nafasi kwenye moyo wako. Unaposikia mambo ya ibada, mambo ya huyu Yesu, hebu wewe ulioko mahali hapa yape nafasi, mtafute, anaonekana, mwite. Yuko karibu, hayuko mbali. Mpe nafasi, mpe nafasi. Lakini jambo la pili, jifunze kuokoa muda kuokoa muda. Usipoteze muda, usipoteze muda. Ni utamaduni, una bahati mbaya sana. Uh, kulingana na culture yetu, yaani tumekulia kwenye kwenye jamii inayopoteza muda na, lakini pia inajisifia kupoteza muda. Unafanya nini? Unakuta mtu nasema unafanya nini hapa? Asema napoteza poteza tu muda hapa na nkwaili anapoteza, yaani tunahisi ni, ni, ni, ni, ni utetezi mzuri, lakini sio. Hakuna muda wa kupoteza muda, ukipita umepita, na muda ni kitu cha thamani cha thamani mno cha thamani mno. Kuna vitu kwa nini kuna hasara nyingi, tunafanya vitu kwa kutokuwa na ratiba. Ukishakuwa msomi kama wewe ni lazima ufanye vitu kwa ratiba. Una saa ya kusoma, una saa ya kucheza, una saa ya kula, una saa ya kupumzika, una saa ya kumwabudu Mungu. Yaani vitu vyako viende kwa ratiba. Ni utamaduni ukiujenga huu, utakuongoza na watu wote waliofanikiwa, wana ratiba, wana ramani ya siku. Yaani usio uingie kusoma baada ya kufukuzwa na wazazi. Sasa unafanya nini huko? Mbona unacheza na wadogo zako? Asome, sio wewe Yani sio wewe, sio wewe kabisa, we ni mtu mwingine. So, kuambiwa hayo mambo akinamala ha? Tatu jamani, ambalo nimeanza nalo ni hili, rafiki huchaguliwa, rafiki halazimishiwi. Mtu uangalie sana unaoambatana na mwingine, anasoma akitoka shule anaacha kukaa na wenzake wafanye revision, anaenda kukaa na watoto wa kule kwa Komba kule ndio. Yani anakazana kut akatembee akatembe, tembee kule, waende kule, waende Mbezi, warudi na wengine walishakataa elimu walishachoka wa, ndio yani umeenda kujiunga na chama hicho. Hapana, bila sema chuma hunoa chuma. Alivyo mtu ndivyo na rafiki yake atakavyokuwa yani Yaani, huna namna, huna chaguo. Ukiamua kutembea na mwizi utakuwa mwizi, yani huna chaguo. Chuma hunoa chuma. Yani kama utakaa na mtu ambaye anapenda kusoma, hata chuo mkienda, hata sekondari mkienda. Yani kwa mfano nyinyi si form 4, naenda advance kwa muda mfupi sana. Na ile ni kama vile anasema miaka mbili gani, ni kama mwaka mmoja na nusu. Ni muda mfupi mno ukicheza tu tukahetarai. Chuma kunoa chuma, alivyo mtu ndivyo na rafiki yake atakavyokuwa. Kwa hiyo, wakati mwingine wewe kitakachoamua future yako ni rafiki yako. Yaani umeambatana, ume na nani? Ni nani ambao umewachagua? Ni watu wanaopenda kusoma au ni watu wanaofanya michezo? Jambo la nne, Mungu, lazima uwe na nafasi na yeye. Amina. Uwe na nafasi na yeye kwanza kumshukuru kwa ajili ya uzima, lakini pia kumwomba neema yake kwa habari ya hayo unayoyaendea, aitunze afya yako, apane ufahamu wako, akuwezeshe kuishi maisha ya ushindi katika yeye na hiyo sasa inabeba habari za tabia, mwenendo, kila kitu kiko hapo. Akosema tunampa Mungu nafasi ya kwanza, huko namwibia mwenzako. Mimi nampenda Mungu shida hiyo, hiyo ni shida, umeshapichana huko huku. Um, Mwalimu anasema hivyo kelele huko. Na kuna uongo mwingine, mnadanganyana. Wakati kumaliza shule, kuna watu wanataka wafanye uovu yani walipe fadhila kwa, kwa shule husika kwa kufanya tu wavunje vioo, sio? Wafanye kitu gani? ni mama niyne, unapishana na Mungu. Sasa Mungu anayebariki Mungu anayelinda, sasa unamwambia mimi mambo ha, haya? Hapana, watu mtaratibu, wa watu, watu mtaratibu tu. Kama shule hii kweli imekuhifadhi miaka hii minne, ifanyie heshima, iage vizuri. Kama kama umekaa na wenzako miaka hii minne Usiwaze mabaya kwa ajili ya mwenza. Kwanza mema, unajua? Tunaposema kumpa Mungu nafasi ya kwanza ambaye ataamua kwa habari ya baraka zako ni pamoja na kujitenga na uovu. Usipende mobilization watu. Kuna watu ambao wanakuwa tu na kikundi kidogo cha watu wanataka kufanya mabaya na wengine wanajiunga bila kujua kwa nini wanajiunga. Ah. Wewe usiendeshwe usi na hayo. Usiendeshwe na hayo. Wewe jiendeshe mwenyewe kama mtu anayefahamu Uwe na utulivu kwenye ufahamu wako, lakini ukijua kwamba mambo ya kijinga mambo ya hovyo mambo ya kuharibu hakuna yakatakacho kuongezea zaidi sana, inaweza itapelekea wewe kufungwa katika umri huu, kwa tunahitaji utulivu. Waachie watu shule yao, na wadogo zako wakija wajiwasome wasome. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo mwanangu, nikwambie kitu kimoja, hakuna jema linalotendwa chini ya jua ambalo halina matokeo Ukitenda jambo jema lina baraka zake. Kwa sababu gani? Katika wema utakao ufanya unaugusa moyo wa Mungu. Mungu anapendezwa na wewe, kwamba ni mtoto mwadilifu, ni mtoto mwenye, mwenye nidhamu, ni mtoto mwenye bidii. Kwa hiyo hata hayo, hiyo mitihani pamoja na nini, atakusaidia kwa sababu wewe, unakwambia unaweza ukawa super kwenye ufahamu, lakini siku ya, ya, ya final homa kali ikakushika na mwenye uwezo wa kuzuia haya yote ni Mungu ya, ni Mungu tu. Unashangaa mtu hawezi, yaani anaumwa, ameshambuliwa siku ya mtihani hawezi. Vitu vingine hutokana na tuliyotenda, tukifanya vibaya wakati mwingine, kiboko kikiruhusiwa, unaweza kupoteza hivi hivi. Kwa sababu kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwenye mfumo wa maisha yetu, kwa maana ya adabu na nidhamu yenyewe inamsababisha yeye apeleke uzima inamsababisha yeye apeleke ufahamu, inamsababisha yeye aweke ulinzi, inamsababisha yeye akuwezeshe. Tunamhitaji Mungu, na ndio maana niko mahali hapa kama mtumishi wake, kuambia hizo habari za kumpa Mungu nafasi kwenye moyo wako ufanye vizuri, ili huyo anayebariki aweze kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Niseme maneno haya kwa kumaliza ili tuweze kuomba, kwamba nafika wakati mzuri, wanangu, wakati mzuri sana sana sana sana utakaoamua hatima yenu. Iweke hofu mbali na wewe, nikuambia tena, hofu haijawahi kumsaidia mtu zaidi sana. Hofu hu poteza mwelekeo. Hofu ni mbaya sana, ofu, ofu. Mtu ambaye jina lake na sahau jina lake. Kwa hiyo hofu kwenye chumba cha mtihani itasababisha chochote ulichojifunza kinapotea. Kinapotea, hata kile unachofahamu kinapotea. Kwa hiyo jenga ujasiri. Amina, mwambie jirani yako, mwambie uwe jasiri. Tunauendea wakati mzuri utakaoamua hatima ya maisha yetu. Hey, jasiri amina. Kiiuna pili kupenda hicho kinachokuja, amen. Kitu unachokipenda na nafsi yako unakisubiri kwa hamu. Sema na usubiri huu utakaoamua hatima yangu, na usubiri, amen. Unamsubiri, amen. hey, kwa hamu <laughs> yaani, unakuwa na furaha kabisa kama vile umeambiwa kuna kitu fulani utafanyiwa hata hofu inapokuja, ikataa, ange niache, niache, niache, niache, najiandaa na mtihani. Furahia hiyo kitu, amina. Waende walimu, walimu ni marafiki, Mungu amewaweka hapa kama wazazi wakusaidie, usiwaogope. Waende hivi hivi, mwalimu hivi, inafanana fanana naje, yani kile usichojua, yaani wako hapa kwa ajili yako wakusaidie ili kuumba ile shauku na ile hamasa ya kurudia. Bwana Yesu asifiwe, amina, amina. Mm -hmm. Kwa pastipepa na napita ukeli, yani wewe sasa hivi nataka, katika siku hizi kumi na nne ufahamu wako unaoimba mtihani, ili uweze kushinda, na ninyi Mungu atawasaidia. Ninyi ni washindi na zaidi ya kushinda kwa Yesu aliyewapenda amina, washindi nini washindi Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina, moja ya kazi ya imani ni kuamini kwa habari ya kile unachokiendea waebrania pale anatuambia imani ni kuwa na uhakika wa kitu wa mambo ya tarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana aliendea jambo kwa imani kwamba Bwana katika hili naamini kushinda. Na usiishie kwenye maneno, wewe sema na nafsi yako, lakini pia sehemu yako ufanye. Kuamka kabla usiku haujaisha, usome, kulala mara baada ya watu, saa mbili, saa tatu kwa muda ni wakati wa kuchelewa kulala, ni wakati wa kuwahi kuamka kuliko wengine. Vitu vyako vyote vikae kwa mpangilio, ili unapotafuta kitu chochote cha kusaidia kwenye mtihani ukione. Jina la Bwana libarikiwe. Uki, ukiifanya sehemu yako plus maombi Mungu wetu atawavusha, amen, amen. Atawavusha, amen, atawavusha na Mungu alibariki neno lake. So, Bwana akupe kushinda na zaidi ya kushinda, akutane na changamoto zote, aiponye afya yako. Pokea uzima sasa katika jina la Yesu, afungue ufahamu wako kwa jina. Mungu unayefungua fahamu, fungua fahamu za binti huyo, ukamshindie

Bwana Yesu, wanabaki bado kuendelea na madarasa yaliyo chini. Je, madari wa vita vidato hivi utawavusha wewe. Ufahamu huu utaingia kwenye fahamu zao. Naomba kwa habari ya afya zao, Bwana uwaweke mbali na magonjwa. Naomba kwa habari ya neema katika mioyo yao, uwatenge mbali na mmomonyoko wa maadili. Tumeuona mkono wako naye, tumeuona